Chaguzi unatupa nafasi ya kutengeneza sera, kutengeneza sheria, kanuni, na mwisho kujua mwenendo wa maisha yetu ya miaka mitano ijayo. Na nyinyi ni sehemu ya watu ambao hatuwezi kuwapata kwenye mikutano ya hadhara, kwa sababu muda mwingi unajikuta ratiba ya mkutano wa hadhara inatofautiana na ratiba nini ya kazi si jambo jema kuambia acha kazi njoo sikilize. Na ndio maana siku ya kupiga kula, tukaamua chini ya tume yetu ya uchaguzi kwamba hiyo ni siku ya watu kupumzika. Sasa siku ya kupiga kula ni watu kupumzika, lakini wapiga kula wenyewe wanatakiwa wafikiwe, waelezwe sera za vyama na wagombea wajinadi. Sasa usipokuwa na akili ya ziada utajikuta unafanya mikutano ya hadhara unapata watu sawa, lakini kumbe watu wengi wako kwenye makazi yao wanafanya shughuli zao za kutafuta pesa. Ndio maana leo tukasema kwa wale watakao tukubalia tupite, tuwasalimie kwanza, tujue kazi unazozifanya, lakini la pili tupite tuwasabai, alafu tuwaombe mshiriki kwenye kupiga kura tarehe ishirini na ngapi? ishirini na tisa. Moja ya faida ambayo nyinyi mnaiona, wengine hawezi kuiona ni ofisi kama hii mnaofanya kazi. Ofisi hii kuwepo, na mwekezaji kuwepo, ni matokeo ya amani na utulivu wa taifa letu. Kwa nyinyi wafanyakazi wa hiki kiwanda, ni wanufaika namba moja wa amani. Bila amani, huyu mwekezaji asingefanya nini? na kama singekuwepo tusingekuwa na sehemu ya kuamka asubuhi kwenda. Kwa hiyo tunapoendelea kuilinda amani yetu, tunaendelea kutengeneza mazingira bora zaidi ya sisi kuendelea kufanya nini, kunufaika nayo. Jambo la pili, tunatamani miaka mitano ijayo tuwe na mazingira bora zaidi na tuwe na wawekezaji wengi zaidi ili pia ajira ziongezeke, halafu na vipato vyetu fanya nini. Sasa nyinyi mmeshuhudia hapa ukuaji wa utalii, lakini mnaelewa kwamba ukuaji wa utalii ndio umeleta manufaa ya uongezekaji wa bidhaa. Maanake huyu mwenye kiwanda anapata wateja kutokana na utalii unaofanya nini huko mtaani. Tukiwambia watu wengine wanaona kama ni utani, lakini nyinyi ni mashahidi ya kwamba wageni wakija wengi, mtaona hapa kuna oda za loji nyingi, wanataka milango, watataka madirisha, wanataka vitanda, na mkipata oda nyingi, na nyinyi mnaongeza uwezo wa kufanya nini, fanya kazi. Mwekezaji naye anaongeza mashine nyingine, lakini kazi ya kufanya watalii waongezeke, si mnajua? naisamia wanyama tunao, sawa, milima tunayo, lakini nahitaji kiongozi mwenye maono kufanya jambo litakalofanya watu wengine wafanye nini waje kwetu. Tuifanya lendova hapa, magari alijaa na kujaa kwa magari, watu waliuza kuanzia chakula, vinywaji, hoteli, mafuta. kwa mi naamini ya kwamba nyinyi ni wanufaika na hamtamwacha Daktari Samia elfu mbili na ishirini na tano 5 Oktoba, tarehe ishirini na ngapi tisa, kwenda kumpigia kura. Lakini nyinyi mlipo hapa mna watu wanaowategemea. Kuna watu wanaishi kwa kazi hii, yaani hili vumbi mnalokula hapa, kuna watu wanafanya nini, wanaishi. Naombeni pia na wao mkawahamasishe wakawe sehemu ya nini, ya kupiga kura. Ningeomba sana tuipende kazi yetu na tuwaheshimu watu wanaotusaidia kupata kazi. Tuipende kazi na tuwaheshimu watu wanaotusaidia kupata nini. Hakuna mahala ambako hakuna matatizo, lakini angalau una mahala pa kuanzia. Hata kwenye familia zetu tuna mawazo tofauti. Sasa fikiria, tumekutana hapa, kila mtu katoka kwenye kabila lake, katoka kwenye dini yake, ana umri wake, ana uzoefu wake, ana shule yake. Manake kukutana hapa, mtakuwa na mawazo tofauti. Lakini mawazo hayo tofauti yatumike kuboresha utendaji wetu wa nini, wa kazi, ili mwekezaji azidi kujisikia fahari ya kuendelea kufanya kazi na sisi. Huyu akifanya vizuri, atashawishi makampuni mengine huko duniani, njooni Arusha kwa sababu fursa sipo. Wakija wengine ndugu zetu wengine, wapata nini? Ajira. akiharibikiwa huyu atenda kushawishi ukoiosemkili so kwa hata serikali wakitangaza vipi, njoo Tanzania, wekeza, njoo Arusha, wekezaema mm, tunaye mtu aliwekeza wapi na akashindwa kuendelea kwa sababu ya mazingira magumu. Nimesema hilo kwa sababu wakati mwingine tunajisahau, tunamwacha mtu aliyeweka hela yake <coughs> akafanya sisi tukapata ajira tunamwona hana maana, alafu mwisho wa siku akiharibikiwa yetu sisi tunarudi nyumbani. Sasa niwaombe na nyinyi jamani, mkoa wa mabalozi wa kiwanda chetu. Nimekuwa kwa, kwa mkoa hapa mimi sijawahi kufika, leo ndio nimefanya hivi, nimefika. Ningefika mapema, nafikiri ningekuwa mtangazaji mkubwa mno wa kazi zenu. Sasa mimi napenda kazi ya mbao. Sasa niwaombe waombe na nyinyi mkoa wa mabalozi wema wa kampuni yenu yeah. Kiwanda chenu mkakisemee vyema, ili wateja wengi waje na oda nyingi zipatikane. Zikipatikana oda nyingi, na nyinyi kazi mnaipata. Inawezekana pia akaongeza mashine, akaongeza uwekezaji. Na wewe uzoefu wako sasa, unajiona unapanda hapo. Uliingia hapo ukiwa mlinzi, ukajikuta unazoea kufanya kazi ambao, mwisho wa siku, umejifunza mashine, imekwenda mwisho wa siku unaitwa meneja, kwa sababu <coughs> ya kufanya kazi kwa uaminifu, uthamini kazi, uheshimu kazi na kuleta tija kwenye kampuni unaofanya kazi. Jamani, sina sababu ya kuwahoji wangapi. utanipigia kula hilo na uhakika ni kweli, utaniacha. Yaani utaacha kutiki tukitiki, uwepo huko, uje utusalimie tena, hasa kwanza hapo nishakuwa mteja tayari hapa. Yaani kwa kuona tu ndani mbao mnavochakata nazo, akasema na mimi niunge mkono. lakini ujumbe wangu mkubwa kwamba wafanyakazi wote walioko kwenye jimbo la Arusha hususan wa viwandani wanayo haki ya kwenda kupiga kura tarehe ishirini na ngapi? Ishirini na tisa. Lakini sio hivyo tu, wafanyakazi wa viwanda vyetu vyote vya hapa jimbo la Arusha wajue pia wao ni wanufaika wakubwa wa amani kwa sababu wawekezaji wanaowekeza kwenye nchi yetu, kwenye mkoa wetu, kwenye jimbo letu i kwa sababu kuna utulivu na nini amani. Hii ndio inatufanyia mtaji wa kwanza wa kuwaleta hata wageni wenye mitaji kuja kwenye nchi yetu, na amani hii ndio inatengeneza fursa ya ajira kuongezeka, kwa, kwa sababu serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Kwa hiyo tunapoilinda amani na tunapokwenda kupiga kura tarehe 29 tunatengeneza tena mipango ya miaka mitano ijayo, na mfahamu ya kwamba huyu mwenye kiwanda kama ni mgeni manake, sera yetu ya mambo ya nje, sera zetu za uchumi na sheria zetu za ndani zimetengenezwa na wabunge. Kwa hiyo mnapokwenda kupiga kura kuwapata wabunge, manake mnaenda kuongeza watu wenye ufahamu wa kutengeneza sheria nzuri zaidi, ili wawekezaji wazidi kuingia hapi nchini. Kama sera zingekuwa mbaya, mahusiano yetu ni mabaya, amani hakuna, huyu bwana asingekuja hapa nchini. Kwa ndugu zangu wenye viwanda, kwamba nyinyi ni wanufaika namba moja wa sera na mpango wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuwafanya wageni waje nchini na wawekeze. Sisi tupate nini? Ajira. Kwa tunapokwenda kupiga kura, tunajua kabisa tunaenda kuchagua maisha yetu. Ukikaa pembeni maanake umekubali watu wengine wachague maisha yako kwa niaba yao, yaani unaruhusu mtu akupangie mpango wa namna gani uishi. Lakini leo hii ukimpigia kura diwani wa CCM, maanake atai sheria za kodi, sheria za mipango miji, wapi ikiwepo kiwanda, wapi barabara ipite, wapi nini kifanyike. Unawakiwa kwamba tuliemchagua anaenda kusimamia masuala yetu, akipanga vizuri mpango miji akisimamia vizuri sheria za kodi za serikali za mitaa, na nyinyi ni wanufaika wakubwa. Ukimpeleka mtu bungeni, unajua huyu anakwenda bungeni ili akasaidie kutunga sheria zitakazowezesha tuwe na wawekezaji wengi zaidi. Lakini mwisho wa siku, ukimchagua rais wa CCM, unahakikisha sasa kwamba mwendelezo wa amani tulioipata ikatufanya tuwe na hiki kidogo tunachokiona leo, basi kesho tutaweza kupata kikubwa zaidi, kwa manufaa makubwa si tu ya kwetu, lakini na kizazi kinachokuja kinacho kwa mimi ujumbe wangu kwenu watu wote wenye viwanda, najua mnawasiliana, najua mnafahamiana, lakini pia tuna waandishi wa habari watawafikishia kwamba hatuwezi kupata nafasi ya kupita kwenye kila kiwanda, lakini tunajua kwamba tunawatamani na tunawafurahia watu wa viwandani kwa kazi wanayofanya. Na kwa sababu hampati muda wa kuja kusikiliza sera zetu, basi kupitia nyinyi wachache, waambieni wagombea wa CCM wanaomba wa wa wa kula, na wanatoa ahadi ya kwamba wakipata miaka mitano tena wataendeleza msingi wa amani, wanatengeneza sera nzuri za kuhakikisha kwamba viwanda vinaendelea kuongezeka ili na sisi vijana wengi tupate ajira. Nimetangaza majuzi pale ya kwamba moja ya ajenda kubwa tuonao jimbo la Arusha, ambapo pia maandiko kwenye ilani ya chama chetu ni kuhakikisha viwanda vinaongezeka katika jimbo letu la Arusha, na tayari kuna wachina wamekuja, tunatafuta heka elfu moja wanataka kujenga viwanda mia tatu. viwanda mia tatu na wa China nimewapata kwa sababu kuna eneo tuliwapa Kigamboni, wamejenga kule viwanda zaidi ya mia tatu. Tuseme vijana wana shift asubuhi mpaka ni kwenda kupiga kazi tu, wengine watengeneza vioo, wengine watengeneza stili. Hasa wale wamekubali kuja tena hapa Arusha wamenifata bana, tunasikia unagombea ubunge Makonda, eh, tafuta eneo sisi tutalilipia, tupate tujengee, tutengeneze industrial park kubwa ili tutengeneze viwanda na lengo lao ambalo mimi nimekubaliana nao kupitia hapa Arusha, tuanze kuuza bidhaa zetu Afrika Mashariki. Rais Samia anajenga reli ya kutoka Tanga itakayopita hapa Arusha kwenda mpaka Msoma. Maanake reli hiyo itakuwa ndio nyenzo bora zaidi ya kusafirisha mizigo. Kwa hiyo mizigo yetu, kama nataka kwenda nje ya nchi kupitia bandari ya Tanga, inatokea hapa. Tunataka kuuza kupitia kanda ya ziwa tunatokea hapa. Lakini la pili, sisi tuko katikati hapa na lango la kwenda Kenya na nchi jirani. Kwa hiyo, itakuwa bidhaa zetu ni rahisi kuzisukuma kwenda kwenye hizo nchi jirani. Kwa hiyo, tunahitaji viwanda vingi zaidi. Na mimi nikiona hawa tukajenga mahusiano mazuri, wana wadau wao nao wanataka kuja wapi? Tanzania, tutaongeza ili ajira tuzipate kwa wingi, na mwisho wa siku watu wote wapate faida. Na niwaambieni tu, uzoefu unaoupata na utaalamu ulionao kadri unazidi kufanya kazi ndivyo unavyoongeza ubora, na ukiongeza ubora ndio thamani yake unafanya nini, inaongezeka. Sina maana ya kwamba uhame hapa, lakini maana yake ni kwamba piga kazi kwa uaminifu, vizuri zaidi, elewa kazi yaka. Wakati mwingine watu wanapenda kulalamikia mshahara, mshahara wenyewe mdogo. Ah, wewe waza mambo hayo unayopata, unapata hela ya kujikimu na unapata elimu ambayo wakati mwingine elimu usingepata darasani. Ukipiga vizuri, inafika kipindi ukienda mahala una apply kazi, ukionyesha CV yako, unasema huyu ndio kwa mtafuta kwa sababu kama ana miaka miwili mitatu, kipato ni kile kile, kila kipande, lakini uzoefu no unaongezeka, si ndio? Na huo uzoefu ukiutumia kueleza mahala kama mimi ya, ukilipa mbao, unaweza kubadilisha kwa moja mitatu, jamaa anakuchukua wewe ndio manager unaosimamia pale, mshahara wako unakuwa mzuri na maisha yafanya nini, yanabadilika.